Vipi? Leo nimekuja kubarizi katika fukwe za bahari na hapa nakutana na rafiki yangu ambaye huenda umewahi kumuona mahali. Mamba poa, unaitwa nani? Ninaitwa Faith Francis Shao. Una miaka mingapi? Nina miaka nane. Hivi karibuni amejizolea umaarufu kupitia mitandao ya kijamii na hii ni kutokana na ujasiri wake na umahiri wake katika kujielezea. Mimi ni Mitchelle Ceasar, karibu kumjia zaidi rafiki yangu. Nafurahi pia. hebu niambie, ni nini kilikufanya uingie katika mitandao ya kijamii na kwa mara ya kwanza watu kukujua, ulikuwa na miaka mingapi? Uh, mimi kilichonifanya kwanza niende katika mitandao ya kijamii ilikuwa mm. ni kipeji changu cha utangazaji mm. alafu kwa mara ya kwanza watu kujua miaka yangu mm. ilikuwa nikiwa mdogo sana mm. Kuna miaka mingapi? nilikuwa na miaka kama minne hivi. Watu wengi wanapenda jinsi unavyoongea na kujielezea Umetoa wapi ujasiri huo? Ujasiri wangu mimi wa kuongea jinsi ninavyozungumza, cha kwanza kabisa, mimi nimeumbwa, Mungu amenisaidia nimepata ujasiri, lakini pia wazazi wangu wamenisaidia kunielimisha lakini pia kunikuza katika ujasiri wangu, lakini pia walezi na watu ambao wananizunguka jamii yangu. Watu wengi sasa hivi wanakutambua sana na umaarufu umekuwa mkubwa kupitia mitandao, hali hii imekubadilishaje? imenibadilisha vikubwa sana kutoka kwenye mimi wa kawaida Faith wa kawaida wa nyumbani hadi sasa kuwa Faith, mtu ambaye anatambulika kwenye mitandao ya kijamii. Katika nyuma ya ujasiri wake ni wazazi ambao wanampa moyo na kumwelimisha, hasa katika matumizi ya mitandao ambao imekuwa sababu ya kuonyesha ujasiri wake. Na kando yangu ni babake na Faith. Shikamoo. Marhaba. Si rahisi kwa mzazi wa Kiafrika kusimama na mwanaye na kumpa nguvu wewe unawezaje? Ah, kwanza niseme kwamba ni Mungu ambaye ameweka amempa hichi kipaji, lakini sisi kama wazazi, mchango wetu ni kuhakikisha kwamba kipaji ambacho Mungu ameshampatia tayari sisi tunakikuza na tunakilinda ili kiweze kumsaidia katika maisha yake ya baadaye. Jasiri wake unaweza kuwa sababu ya kuibua kipaji na, ku, na watu wengine au watoto wengine kumtazama kama kioo kwa sababu kuna watoto wengine ambao wanatamani kufikia kama yeye, lakini wanakosa ile ujasiri ambao mtoto wetu anao. Kuna wengine ambao wanatazama vizuri, wananipongeza kwa ujasiri, jinsi nilivyo maarufu, lakini pia sio kila mwanafunzi ambaye yuko kwenye shule ana nia njema. Kuna wengine ambao hawana nia njema juu yangu, wanataka wananiambia kwa mimi ninajishaua. Malengo ni jambo lingine na umaarufu ni kitu kingine, kwa sababu malengo yanaweza kafikia Alafu umaarufu ukafuata baadaye. Lakini mimi niwashauri wazazi wenzangu, kimsingi, kwanza ni lazima tuwe karibu na watoto wetu ili kuwatia moyo na kuwawezesha ili waweze kufikia malengo yao. Unapokuja kwenye swala la umaarufu, ndio karibu unatakiwa uongezeke zaidi, kwa sababu umaarufu unaweza ukaja na madhara hasi, lakini pia wakati mwingine unaweza ukaja na madhara chanya. Mzazi kwanza ukaribu, pili kumtia moyo mtoto ili kufika pale anapotaka. Turudi kwa Faith, hivi sasa umejizolea umaarufu kwa kiasi kikubwa. Je, unaweza kusema hii ni ndoto yako? Ni ndoto yangu, ndiyo, ni ndoto yangu. Tena nilikuwa ni ndoto kati ya ndoto ambazo nazikumbuka kila siku, kwamba mimi natamani niwe hivi kama huyu mtu, kama huyu mtu, na hatimaye imekuwa, tunamshukuru Mungu. Lakini pia imebadilisha tabia zangu mimi kwamba kutoka kwenye tabia za nyumbani nyumbani hizi hadi sasa kuwa na tabia za mtu ambaye anaonekana mitandao ya kijamii ni hatua kubwa ya kimaendeleo. Ujumbe ambao mimi ninaweza kuambia watoto wenzangu ni kwamba kwenye maisha ya watoto na hata watu wazima, kipaji, kuwa na ujasiri wa kuongea mbele za watu ni kati ya vitu ambavyo vinafaulisha maisha ya mtu. Kwa hiyo unatakiwa wawe na ujasiri waweze kuongea mbele za watu, ili wao waweze kufanikisha maisha yao na maisha yao yaende mbele, waonekane katika mitandao ya kijamii kama mimi hivi. Kwao wanahitaji sana ujasiri na watu, watoto wenye vipaji wasiogope hmm kuambia wazazi wao au kuonyesha vipaji vyao, kwa sababu vinaweza kuwapeleka mbali, hata wakiwa katika umri mdogo kama wangu. Ujasiri wako unaweza kuwa sababu ya wewe kufika mbali zaidi. Tazama, katika umri wa miaka nane tu ameweza kuonyesha ujasiri ambao umemfanya aonekane zaidi. Je, yeah, hicho kilicho ndani yako unakionyesha kwa ujasiri bila kuogopa? Mimi ni Mitchelle Ceasar na juma hili nilikuwa na Faith Francis na kwa pamoja tunasema kwa heri.